Tutizame tu, tu mwenendo mapito eh, ya chama katika miezi michache iliyopita eh, ninyi kama wanachama na viongozi, mapokeo yenu yalikuwa yakoje hasa? ah, chama kimekuwa kimekuwa na watanzania ni mashahidi hmm. Kimekuwa kutokana na mikakati, kimekuwa kutokana na mapokeo ya wananchi, tuwashukuru sana kwa hmm. sababu so, naweza naweza mkawa na mikakati mizuri lakini mapokeo ya wananchi sio mazuri mm. Sasa mikakati mizuri na mapokeo ya wananchi yamekifanya hiki chama kimekuwa tishio sana, kwa hiyo mm. tuwashukuru sana wananchi kwa kutuamini mm. Na tunashukuru walitupa sikio wakatusikia, walitupa macho wakatusoma mm. Tuendelee kuwaomba watupe masikio watusikie mm. Watupe macho watusome, tuna tunakwenda tunafika kwenye malengo, mabadiliko ya kiuongozi kwa maana ya Uh, je, yamekiacha salama hiki chama kwa sasa? Tuanze na kama yalitakiwa, uh, chama cha kidemokrasia njia yake njema na mbaya, yaani hiyo njia ni njema na mbaya, ina, inaitwa uchaguzi wa kidemokrasia ndani yake hmm. uchaguzi wa kidemokrasia unaruhusu kupokea chochote, unaruhusu kupokea yeyote, unaruhusu kupokea situation yoyote hmm. Sasa walipogombea mwenyekiti wa zamani Freeman Mbowe na mwenyekiti wa sasa Tundu Lisu, mm -hmm. Walipogombea kidemokrasia, hapakuwa hapakuwa na kitu kibaya hata kidogo, mm -hmm. Kulikuwa na hatari tu kwamba ni wakubwa kubwa mno, mm -hmm. Alafu wanalingana lingana, lingana. Mm -hmm. Kwa hiyo ni rahisi matokeo mabaya negative result ya huo uchaguzi hmm. Iwe kwamba makundi wa kambi zao zina zimebaki na minyukano hmm. Lakini hiyo haikuwa na hatari kubwa kama hatari iliyopo hmm. Sasa hivi hatari iliyopo sasa hivi ni baada ya uchaguzi na matokeo kupatikana, silaha zile zile zilizokuwa zinatumika kwenye kuelekea kwenda kwenye uchaguzi badala ya kurudishwa ghalani mm. Ziliachwa zikaendelea na mapambano mm -hmm. Silaha ya propaganda, silaha ya kutweza, silaha ya kubeza, silaha ya, ya kutukana, hizo zote zilibaki zinaendelea kutukana mm hiyo -hmm. Ndo kitu kibaya tu negative ambacho mimi kwa haraka nakiona, na namna ya kusolve hii ni rahisi sana mm. Ni kuzirudisha silaha ghalani tu, yaani wala uhitaji kuumiza akili na, we, jamani mwenye SMG ya, leteni SMG zote panga hapa. Mwenye RPG leteni RPG zote weka hapa. Mwenye, mwenye ballistic missile rudisha weka hapa, muda wa vita umeisha. Sasa <inaudible> wewe unaziacha silaha ziko porini, rebel groups watazitumia. Ona, silaha zinaendelea kutumika, jua mmiliki wa hizo silaha mmiliki wa vita, yani warlord, mmiliki wa hiyo vita hataki vita iishe mm. Just very simple, uhitaji kuumiza akili amna, amna, amna oswi. Kuna watu hawataki kufurahia Lisu ameshinda. It's not true, the truth stands. Hakuna kukata mti kama, kama huna panga. Kama una shoka unakataje mti? Wanyang'anye watu mashoka uone kama miti itakatwa tena, wanyang'anye chenso Sawa sawa sa, eh. Mm -hmm. Bu silaha ziwekwe pale galani, uone vita kama haijaisha wiki hiyo mm hiyo. -hmm.